Eneo la Uhud ambapo vilivyopiganwa vita vya pili kwa ukubwa baada ya vita vya Badri, vikapiganwa vita vya Uhud. Na hapa katika hii fensi ni masahaba karibia sabini waliouawa katika vita vya Uhud akiwepo Sayyidu Shuhada Hamza. Hamza alikuwa ni ammi yake na mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kadhalika alikuwa ni akhuhu min arradhaa, yani alinyonya pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo eneo hili lote hili ni eneo ambalo vilivyopiganwa vita vya pili vikubwa vya Uislamu, na mbele yetu kule ndiyo Jabal lenyewe Uhud na hili hapa dogo hili wamepanda hapa, inaitwa Jabalu Arumat, yani jabali la warusha mishale. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati vinapiganwa vita hivi, aliwaambia masahaba hamsini wapande katika jabali hilo, na wasishuke ikiwa tutauawa, wasishuke tukishinda wasishuke hata kama miili ya wa Waislam italiwa na ndege wasishuke. Walikuwa masahaba 50, lakini baada ya kuona ule ushindi wale masahaba wakashuka. Walivyoshuka ikawa sababu ya wale Makuraishi wakiongozwa na Khalid bin al-Walid kupandisha jeshi lao tena katika ilo Jabal al-Rumat, jabali la warusha mishale, na ikawa sababu ya Uislamu kupigwa sana mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, alivunjwa elemeno yake na aliingia katika shimo, na hata wakasema Mtume ame, amekufa. Na moja ya sababu ni ile mukhalafa kwa kuteremka wale masahaba katika ilo Jabal Rumat. Kwa hiyo walikufa masahaba sabini, ndiyo Mtume mwenyewe akawazika hapa na ilikuwa wakizikwa katika makaburi ya pamoja. Mtume alikuwa anasema wale ma, watu wa Qur'an, mahafidhul Qur'ani watangulizwe. Kwa hiyo mtume akawa anawazika kwa hiyo rasul alayhi, salatu wasalamu alihuzunika sana, kwa sababu walikufa wale akhayaru sahaba, masahaba wakubwa wakubwa, akiwepo Hamza, akiwepo Mus'ab bin Umair, na yule Hamza alikuwa ni ni ammi yake na alikuwa wana ukaribu sana na mtume na, na mtume, mtume Madina, alikuwa na mhami sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume alivyokuwa akiishi Madina alikuwa anakuja kufanya ziara katika makaburi hapa. Kwa hiyo iliyo sunna tunapofika tunatakiwa tutoe salamu, assalamu alaikum ya ahl alqubur min almuminina w almuminat asalullah alafwa wa inna inshaallah bihi lahiqun ndio maana hawaruhusu kuingia hapa, pamefungwa, kuwekwa kizuizi, lakini hapa wamezikwa shuhadau Uhud. Kwa hiyo ni sunna hujaji yeyote au yoyote ambaye atakayekuja katika Madina kuja kutembelea katika eneo hili ambapo ilikuwa ni, ni vita kali mno, na hili Jabal Uhud mtume amelitaja sana katika ahadithi nyingi. Tumi anasema Jabal Uhudi yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jabali la Uhudi sisi tunalipenda na lenyewe linatupenda, tupenda tume alishoe kupanda katika hilo jabal likatikisika, alikuwa yeye na Abu Bakar na Umar na Uthman, tumikalembia uthbut tulizana weyo jabal wama ma alaika illa nabiyu wa sidiqu wa shahidan. Haujui kwamba hapa juu yupo Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu na Abubakar na mashahidi wawili akikusudiwa Umar ibn al-Khattab na Uthman ibn Affan. Kwa nini lilitekesika? Ni ile furaha jabali kupandwa na ashrafu lkhalqi mbora wa viumbe ambaye ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Bali mtume amelitolea mfano mwingi katika ili jabal Uhud, anaambiwa labda mtu akifanya amali hii atalipo kama jabal Uhud, bali anaitwa ni miongoni mwa majabali ya peponi. Kwa hiyo tunamshukuru Allah kwa kupata fursa hii. Kikubwa ni kutoa salamu kwa shuhada Uhud kwa kusema, assalamu alaikum darun qaumun mu'minin

Kwa hiyo hiyo ni mukhtasar wa ziara yetu hii Uhud. Ama huu Masjid Shuhada huu anaita ni msikiti wa mashahidi wa Uhud, huu msikiti hauna historia ndefu sana, ina maana huu ulijengwa ni sio miaka mingi sana, na hata mtume alikuwa akija haukuwepo huu, huu msikiti, isipokuwa alikuwa anakuja kufanya ziara ya makabri. Kwa hiyo mtu atakayenda kuswali labda ile tahiyatul masjid na kama kuna fursa lakini si jambo ambalo mashuru kama vile tulivyoenda katika masjidi ya Quba ambayo yenyewe ni msikiti wenye khasais maalum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa waashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa jina anaitwa Hussein Muhammad Omar. Kwanza uh, kinachokuja ni namna gani uh, unapata ile kuongeza imani yako kwa maana ya kuona uh, harakati gani na mazingira yapi walipitia maswahaba katika kufikisha Uislamu. Mpaka leo tunaona mamia na maelfu wamefika hapa. Kwanza ni kwa ajili ya kuinua imani zetu, lakini la pili uh, linatufanya tuweze sasa kuconnect. Kwa maana tunaposoma hadithi tunaposoma Qur'ani, tunapata habari hizi, lakini tulikuwa tunashindwa kuconnect na eneo halisi. Uh, uh, ambapo matukio hayo yametokea. Kwa hiyo kuwepo hapa inatusaidia kwanza kuongeza imani zetu, lakini vilevile vile kuelewa zaidi mafundisho ya dini yetu, lakini pia kuweza kuunganisha kwa pamoja namna gani uh, uh, maswahaba walipambana na katika mazingira gani uh, uh, dini yetu iliweza kutufikia. Ni funzo kubwa sana na, na, na funzo hili linaanzia kwanza ukiangalia Uh, masahaba kwa maana ya makaburi ambayo ya yako kwenye eneo hili inaonyesha ni masahaba zaidi ya sabini uh, walifariki hapa lakini baada ya kuhalifu uh, uh, uh, maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili inatufundisha kwamba uh, uh, tunapokuwa na viongozi wanapotoa maelekezo na maelekezo ambayo si ya kuhalifu Mwenyezi Mungu ni muhimu kuheshimu uh, uh, uh, maelekezo hasa yanapokuwa maelekezo haya uh, ni maelekezo kwa maana yametoka mtukufu wa daraja kwa maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeona uh, namna gani kuhalifu maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam madhara waliyopata Waislamu, na tumeona kuna makaburi zaidi ya 70 namna gani Waislamu wameweza kupoteza kwa maana masahaba wakubwa, wakiwemo kina Hamza, kutokana na kuhalifu kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa eneo hili ni eneo muhimu kwa maana ya kuonyesha kwamba tunaweza kuhuisha imani zetu na kuona a, a, namna wa, a, a masohaba wetu walivyoweza kupigana mpaka leo tunajivunia Uislamu. E, mimi kwa majina naitwa Abdullah Shabani Omar nikiwa natokea kule Tanga wilaya ya Rushoto Mnazi. Ndugu zanguni wa Kiislamu, kama mnavyotuona hapa leo tupo katika viwanja vya Uhud, viwanja ambavyo imepigwa vita ya pili ya Kiislamu, vita ambayo kwa kweli kihistoria inatuambia kwamba imewapoteza maswahaba wengi sana mashuhuri. Basi ndugu zanguni wa Kiislamu, sisi katika mwaka huu tuliokuja kuhiji hasa hasa sisi ambao ndo awali tumeanza kufika katika maeneo haya wallahi, tumejionea mambo ambayo ni ya kuyakumbuka na ni uchungu mkubwa katika Uislamu wetu kwamba Uislamu umetoka mbali na ni mhanga mkubwa wenzetu walipitia. Basi kama mnavyoona mbele kule, ndio makaburi ya watu mashuhuri. Yupo Hamza amezikwa pale, ambaye amefariki katika vita hivi yupo wapo maswahaba chungu nzima pale wamezikwa wame pale. Basi ndugu zanguni wa Kiislamu, sisi ambao tuko nyumbani, hasa kwa wale Watanzania wenzangu, ni vizuri sana kila mmoja atie nia ya kuja kutekeleza nguzo hii ya ibada ya Hija, kwani hakika ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Tena vilevile vile, ukija huku utapata fursa kubwa kuna maeneo matakatifu sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anatuambia kwamba ukiomba dua katika maeneo hayo basi hakika, eh, dua hiyo inakuwa ni makubuli. Zipo sehemu nyingi tumepita, ukitoka kuanzia Makka tawafu katika viwanja vya Mina, Muzdalfa, huko Arafa, na leo hatimaye inshallah duo tupo katika ziara ya kudhuru maeneo haya matakatifu maeneo ya Uhudi na mlima wake. Basi inshaallah ndugu zangu wa Kiislamu, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.